Namshukuru Abate Pambo kwa himizo alilowapa kwamba ukiwa mkatoliki, simama uwe mkatoliki kweli, usikubali kuwa mkatoliki wa kubabaisha, mkatoliki wa maigizo, mkatoliki wa kubabaisha na kudanganya watu kuwa Mkatoliki kweli, si Abate Kristi? Abate, Abate alisema hapa eh, kuna vinguo vilifanyiwa, vilivaliwa, eh vinaitwaje vile, eh msio wa Katoliki wa vijora eh. Hata hata kama mnahongwa hela, bakini wakatoliki wa kweli basi. Leo tunahitimisha safari yetu ya jubilei, lakini niwakumbushe kuhitimisha huku tukuelewe vizuri, safari yetu ya imani, safari yetu ya ushuhuda inaendelea. Sisi Wakatoliki tunao urithi wa imani tunayojivunia katika ule ukatoliki wetu ambao kuna wimbo Baba Denis amesema utaimbwa. Tunajivunia ukatoliki wetu, tunao urithi wa imani lakini pia tuna urithi wa liturujia kwa lugha ya kuazima, liturgical patrimony. Tuna urithi wa kiliturujia namna mkatoliki anavyoimba namna anavyosali inajieleza wazi, na hilo lidumishwe, lidumishwe na kuenziwa sana. Wimbo wa mkatoliki utamtambulisha, huyu ni Mkatoliki. Uwezi tu kuimba chochote, chochote tu, mwamba mwamba mwamba, chochote tu si tunayo yakwetu. Namna mkatoliki anaposali anapoanza sala yake na anapomalizia sala yake, inaanza inataja nini? linapofika ombi letu sasa, tunamwomba nini Mungu? Sasa huyu utajua ni mkatoliki, haanzi tu huanzi tu kutaja chochote. Urithi wa kiliturujia hivi. Wanakwaya wetu, nilikuwa na, na asante mlivyotuandalia vijitabu Asanteni sana, tumeshiriki wote. Asante, asante. Bado bado niko nje ya somo. Katika urithi, kati ya urithi tunaokuwa nao si wa Katoliki, kuna yaliyoandikwa na yasiyoandikwa. Kuna urithi wa nidhamu. Mimi nikipanga safari na kwenda kumsalimia mwashamba, Baba Askofu, skofu mkuu, mtaangalia na vaeje Ukija nyumbani kwangu, ukija nyumbani kwangu, ukiniona niko na hesabu nguruwe kule, na sugua sugua meno nguruwe, nafanya hivyo ni tofauti kabisa na ukiniona nimekwenda kwenye ofisi ya mhashamu baba askofu mkuu, nakwenda kwa nidhamu yake. Nao ni urithi, nao ni urithi. Unajua huko tunakotoka leo, nakwenda kwa paroko na shida moja mbili tatu, kuna namna yake dressing code Ni urithi, ni urithi. Hivi hata hapa tulipo tumetoka kila huko, tukijua tunakwenda kwenye ibada, tunakwenda kuadhimisha kumbukumbu ya mashahidi wa Pugu, lakini kuhitimisha mwaka wa jubilei, ukajipanga vizuri, nitavaa nguo gani leo, afu ukatokea vizuri. Ni urithi huo, ni urithi, na ni vya kudumishwa, ni vya kudumishwa. Hivyo katika hayo, siwashukuru tu wanakwaya na washukuru na ninyi nyote, kila mmoja wenu aliyekuja katika vilima hivi kwa ajili ya maadhimisho haya. Tuendelee kuenzi kulinda huo urithi wa imani na tuendelee kuenzi na, kuri, na kutunza urithi wote ambao mama kanisa mtakatifu kwa namna mbalimbali mbali, ametupatia kama kitambulisho chetu kama vinasaba vya maisha yetu wa Katoliki.